Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika injili ya Luka sura ile ya kumi na nne aya ya kwanza hadi ya sita. Nitaisoma. Yesu alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa wakuu wa Mafarisayo siku ya Sabato ali chakula, walikuwa wakimvizia na tazama mbele yake palikuwa na mtu mwenye ugonjwa wa safura. Yesu akajibu akawaambia wana wanasheria na Mafarisayo, je, ni halali kumponya siku ya Sabato ama sivyo? Wao wakanyamaza. Akamshika akamponya, akamruhusu aende zake. Akawaambia, ni nani miongoni mwenu ikiwa ng'ombe wake au punda wake ametumbukia kisimani asiyemwopoa mara hiyo siku ya sabato? Nao hawakuweza kujibu maneno haya. Neno la Bwana. Sifa kwako ya Kristo. Mpendwa mtazamaji, tunakutana na farisayo aliyekuwa kiongozi wa mafarisayo, wale waliokuwa viongozi wa kidini asilimia kubwa walikuwa wanampinga sana Yesu na mafundisho yake na walikuwa wanafuatilia mara kwa mara katika njia zake anavyokwenda. Hasa moja ya viongozi hawa wanamwalika Yesu aje ali, ali chakula siku ya sabato, na baada ya kuweza kumwalika Yesu, tunachokiona ni kwamba Yesu hakukataa mwaliko wa huyu kiongozi wa mafarisayo kwenda kula chakula. Ujumbe unaweza ukawa unaishi na maadui zako, wanakuvizia hawakupendi, wanakupinga, wanapanga mabaya juu yao. Katika mwaliko wakikualika, katika baadhi ya matukio, usijifungie ndani, toka, kadhirisha ukweli kwamba wewe unaishi katika mwanga, huishi katika giza. Yesu Kristo anapokea mwaliko wa maadui zake, siku ya Sabato anaenda ili kula chakula. chakula ni ibada. Chakula inatuunganisha, chakula inatufanya tuweze kuwa wamoja, chakula ndio inatufanya tuweze kupatana, chakula ndio inatupelekea baadaye tuweze kutakiana amani. Ameingia mle ndani wakawa wanamvizia. Vizio lenyewe ilikuwaje? Walipomwalika Yesu aje kula chakula walimchukua mgonjwa mmoja ambaye alikuwa na ugonjwa wa safura na sehemu nyingine, katika tafsiri nyingine za Biblia wanasema mgonjwa yule alikuwa anatokwa damu. Kwa hiyo wamemleta kwenye chakula na wakamweka katika sehemu ambapo Yesu na huyu mgonjwa wangeweza kutazamana, angeweza kumuona. Sasa Yesu hakutaka kuweza kuvumilia ale chakula wakati kuna mmoja pale damu zinamtoka, ye ni mgonjwa, ana ugonjwa huo. Akawauliza, aka hawa wana sheria ambao walikuwa mle ndani Akasema, nawauliza na swali hili, ninyi mafarisayo na wanasheria, je, ni halali kumponya mgonjwa siku ya Sabato au sivyo? Mtu ambaye damu zinamwagika. Na hili sasa litupelekee katika kitendo ambacho, nyakati ambazo tunazoishi, kuna watu ambao ni mafarisayo na wanasheria ambao ni viongozi wa dini, yaani wanashikilia taratibu za dini kuliko hata huruma kwa wale ambao ni wahitaji. Unaweza ukamkuta mtu anavuja damu hapo, hakuna hata mmoja ambaye anathubutu kuweza kumchukua na kumkimbiza kumpeleka hospitalini kwa sababu nawahi leo ni siku ya ibada, nawahi kwenda kutoa huduma katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, nawahi kwenda kuimba kwaya, kwenda kupiga kinanda au kwenda kuhubiri, na kuna mtu amekaa pale, hakuna hata mmoja anayemgusa. Mtu amezama katika maombi. Kuna mtu ameanguka hapo, ana matatizo mbalimbali, hakuna hata mmoja ambaye anayemsaidia. Kuna mtu ni mgonjwa pale, anakohoa, ana kidonda, anakuja pale kanisani, hakuna hata mmoja ambaye anayethubutu kwamba tumpeleke ndugu yetu huyu, aende akatibiwe katika ugonjwa wake. Kwa lugha nyingine michango mbalimbali inayoendelea mbali katika maeneo ya kanisa, tunasimamia taratibu za kanisa, lakini hatuna muda wa kufikiria kutoa michango kwa ajili ya wagonjwa na wahitaji ambao wanaotujia katika maeneo yetu. Tunafurahia sana katika kuandaa ibada na chakula na sherehe mbalimbali kwa bajeti kubwa, lakini bajeti za kuwasaidia wahitaji ambao ni wagonjwa hazipo. Ndio huyo Yesu anauliza je, ye, ni halali kufanya mambo mema siku ya Sabato kuponya wagonjwa au kuwaacha? Mafarisayo wakakaa kimya. Akamshika yule aliyekuwa ni mgonjwa akamponya, akamwambia muda huo huo, ondoka nenda nyumbani kwako, akamuzwa ende zake. Na baada ya hapo anawambia mna matendo mbalimbali mnayoyafanya kufungua ng'ombe wenu siku ya Sabato ambayo metumbukia katika kisima, na je, huyu hapa hakupaswa kuweza kufunguliwa? Mwenyezi Mungu atutie nguvu, matendo mbalimbali tunayofanya kupitia vitu na mali na usalabu wetu zitupelekee pia kuwasaidia wale watu ambao ni wahitaji, ambao kila siku tuko nao katika maisha yetu na hatuna jicho la kuweza kuwaona na kuweza kuwasaidia. Atubariki na kutulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.